Mwanasheria mkuu wa serikali George Masaju amesema ukimya na kuchelewa kwa kutangazwa kwa baraza la mawaziri kunatokana na aina ya mawaziri ambao Rais Dr. John Pombe Magufuli anawahitaji kushirikiana nao huku sheria ikimsukuma kuli, kuli, kuliunda kabla ya bunge la Januari 28 mwakani. Katika maujano maalum na mwandishi wetu Jamal Hashim, mwanasheria mkuu amesema hakuna tatizo lolote kwa rais kuchelewesha kukamilisha baraza la mawaziri kwa kuwa makatibu wakuu wanamsaidia kumpa ushauri kuwapata hawa anaowataka nao sio kazi rahisi, so kwa hiyo anaangalia yeye mwenyewe anataka watu waka, wa uwezo aina gani watu, wa, wa, aina gani, watu wa, wa, wenye wa tabia ipi waadilifu, pengine ambao pia watendana labda na uwezo wake ile kasi yake ya kufanya kazi. Kwa hiyo hii ya, kwa sasa hii, hii kwamba hajatangaza mpaka sasa, hiyo isiwe kwamba labda ni kitu ambacho kama labda kavunja katiba hajavunja katiba yote, au yoyote au sheria yoyote, lakini sasa nikijibu lile swala lako la msingi, ushauri huu rais anaupata kwa makamu wake wa rais <laughs> anaupata kwa waziri mkuu, anaupata kwa rais wa Zanzibar, anaupata kwa mwanasheria mkuu wa serikali, anaupata kwa makatibu wakuu na watumishi wote wa serikali. Tofauti na hayo, labda Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali mm, pamekuwepo sasa na ili suala la baadhi ya watendaji, sijui kama ni kuvunja sheria ama sijui ni kufanyaje. Tumeshuhudia baadhi ya wakuu wa mkoa wakisitisha likizo za baadhi ya watu wengine, wakiwafukuza watu kwenye vikao na kuwapeleka kwenye vituo vya polisi. E, sheria ina tafsiri vipi matukio haya? na, lakini mmoja kama ukiangalia tunapo hapa sisi wote kuanzia rais, waziri mkuu, makamu wa rais, mwanasheria mkuu wa serikali, katibu mkuu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, na hata ambao awali viapo, sisi wote kwa mujibu wa ibara ya ishirini na sita ya katiba tunapaswa kutii katiba hiyo na kuitii, kuifuata hiyo katiba na sheria za nchi. <laughs> Unaona sasa, a, a, a, a, huku serikali ndani ya serikali tunafahamu tuna hivyo na hayo unayoyasema mimi, mpaka sasa hapa ofisini kwangu sina malalamiko rasmi ya kwamba hawa viongozi wa, wamefanya hayo. Kama yapo kwa sababu hawa watu wanapaswa wanapotekeleza majukumu yao wazingatie katiba wazingatie sheria. Hmm, yaani kwa unaniuliza nasikia kwenye vyombo vya habari, lakini ambacho ningeweza ni kusema kama hicho kipo huku ndani ya serikali sisi wenyewe kwamba kwa usi, usifanye hivi eh? na, na, na, na watu wenyewe wakuwauliza ni hao tu, huyo wanayemsema kwamba kasitisha likizo <tuhua> au kafanya ka, ka, ka, ka, ka, ka, vitu gani? Kwa sababu ni lazima tufanye kazi kwa kuzingatia katiba na sheria, na ndio maana serikali si kitu kingine chochote. Serikali ni sheria waliofanya uh, sh, uh, waliongoza kwa namna hiyo, walifanya kwa taratibu hizo, wamekosea kwa mujibu wa ah, sheria. Sasa mimi, mimi sio jaji yeah, hii sio mahakama mm. <laughs> Nimesema hivi mpaka sasa sijapata malalamiko rasmi.